Watu wote naomba niwakaribishe kwenye somo la leo ambalo linahusu uric acid, jongo au gauti, ni wewe tu utakavyopenda kulita. Ni mimi Dr. Yondi Mathias, karibu twende pamoja. Nini maana ya jongoo au uric acid au gauti? Gout ni ugonjwa ambao unahusisha kurundikana kwa asidi katika jointi mbalimbali mbali, hasa za miguu na jointi za mikono na hii hutokana na ongezeko la kiwango cha uric ki acid kwenye damu au tuseme acid kwenye damu. Kwa lugha ya kisomi tunasema hyperuricemia. Ongezeko la uric e, la uric acid husababisha madhara katika joint mbalimbali. Tunaposema joint, tunamaanisha ni sehemu ambapo mifupa ya mwili wa binadamu inakutanyika na inakuwa inaunganyikana. Basi gauti inakuwa ina gawanywa katika magrupu kuu mawili ambayo inaweza ikawa ni acute au ya muda mfupi, lakini kuna ni sugu ambayo ni chronic. Acute inaathiri joint moja eh, ni mara chache sana kuathiri joint nyingi kwa pamoja, lakini inatokea ghafla na maumivu makali sana, ijapokuwa ile nyingine e, chronic inatokea kwenye joint nyingi na inakuwa inajirudia rudia. Lakini tuone e, chimbuko hasa la uric acid ni nini? wow kwa undani sana tunaposema uric acid, tunasema ni matokeo yanayotokana na kuvunjika kwa nyuklia za seli pale ambapo seli moja inapotaka kugawanyika kutengeneza seli ya pili, basi hutengeneza eh, kitu kinachoitwa purini, na purini hii ndiyo inatengeneza ina, ina, ina seli ya pili. Kwa hiyo ndani ya seli yetu tuna uhai ambao unaitwa DNA na RNA. Hizi ndio zinatengeneza uhai katika seli ya mwanadamu. Kwa hiyo tukubaliane ya kwamba bila kuwa na hizi hatuwezi kukua na mwili wa binadamu hauwezi kujengwa. Na tunapata majibu ya kwamba kumbe, tunaposema protini ni vyakula vinavyojenga mwili, ni kutokana na kwamba unapokula vinaenda kuzalisha purini kwa wingi ambazo hizi ndio zinaenda kuzalisha seli kwa wingi. Kwa hiyo inapokufa seli moja zinazaliwa mbili. E, kati hasa kwenye umri wa ujana, unapokuwa umri umeenda sana wa uzee, basi inakuwa inakufa moja inazaliwa moja inazaliwa, na mtu anakuwa hawezi kukua tena kama ilivyokuwa alivyokuwa kwenye umri wa ujana. Zinapokuwa e, inapokuwa zimefanya kazi hiyo, zinatakiwa zitolewe sasa kwa njia ya mkojo au kwa njia ya choo ili zisiweze kuleta madhara katika mwili wa binadamu. Tukumbuke zinakuwa zinafanya kazi ya kutengeneza seli nyingine mpya, lakini zikishamaliza kazi hiyo zinakuwa ni sumu kwenye mwili wa binadamu, lazima zitoke kwa njia ya mkojo au kwa njia ya choo. Bila kutoka basi zinaleta madhara e. Tuone sasa pale ambapo uric acid inapokuwa iko juu inatokana na mazingira makuu matatu. Japokuwa e, yanaweza yakawa mazingira mengine zaidi ya haya, lakini asilimia kubwa ni mazingira haya matatu. Moja ni kupungua au ku, e, kuto kutolewa kwa njia ya mkojo au kwa njia ya utumbo, maana yake kuto kupungua kutoa kwa takamwili. Hapa wenzangu, na mimi, wazembe wa kutumia maji e, asilimia kubwa, chini ya lita tatu, kwao unakuta kuna mlindikano wa asidi, lakini pia ulaji wa vyakula ambavyo vinakuwa vina purini kwa wingi, na kwa kifupi ni vyakula vyenye protini kwa wingi hasa nyama nyekundu, pombe, pamoja na bia. Lakini ni mara chache mwili kujikuta unazalisha purini wenyewe ni mara chache sana. Hapa nimekusogezea vyakula ambavyo vinakuwa vina purini kwa wingi, au kwa lugha nyingine fupi zinazalisha uric acid kwa wingi. Mfano wa vyakula hivi kuna hawa kaa ambao wanapatikana baharini kuna nyama nyekundu, kuna maini, kuna hawa uduvi au dagaa, lakini kuna fulu e, lakini pia e, kuna hawa samaki e, kuna hawa aina ya nyama ambazo waa tunazibanika na kuzikaanga kwa namna fulani kutengeneza mishikaki, kuna supu, lakini kuna uyoga, kuna mikate e, kwa ufupi ni vyakula viko ni vingi Eh, ambayo vinaweza vikasababisha uzalishwaji wa uric acid. Mimi nimekusogezea vichache, unaweza ukaangalia na ukafuatilia zaidi. Kunayo mazingira makuu ambayo yanaweza yakasababisha eh, figo zetu kushindwa eh, kutoa hiyo uric acid ambayo tumeona kumbe uric acid ili iongezeke